Ni safari walioanza saa kumi na moja asubuhi kutoka nchini Sudan Kusini na kuwasili katika kambi hii ya Kakuma yeah. Yeah. Nyuso zao zikiwa ishara tosha ya uchovu walionao, baada ya safari hiyo ndefu. Kisa na maana, machafuko yanayoendelea nchini Sudan Kusini tangu mwezi Disemba mwaka jana na baada ya safari ndefu kupata hifadhi katika kambi hii ya wakimbizi ya Kakuma katika kaunti ya Turkana, wakimbizi hao wanapokelewa na maafisa wa shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR ambayo kila siku inapokea zaidi ya wakimbizi 200. Kwa sasa wakimbizi wamepungua wanafika siku zingine wanafika mia tatu ama mia nne lakini sasa wale wanafika saa hii ni wachache. Kwa hivyo wote tunawapokelea kwa center hii ambayo ndio main reception center. Reception center hizo zingine tulikuwa tumefungua, kwa sasa tumesifunga. tunapatana na familia hii ambayo imewasili ikijumuisha mama, watoto na jamaa wengine wa familia, okay. <laughs> na kuonekana kutabasamu baada ya safari ndefu, kwani furaha yao ni kulala usiku bila kusikia sauti za risasi <laughs> Na hapa vijana hawa wanaonekana kuwa na furaha na kupata fursa ya kucheza karata bila wasiwasi wowote. Pembeni, watoto hao pia wanacheza kwa furaha. Swala ambalo silo la kawaida nchini mwao na kudhihirisha umuhimu wa kuwepo kwa amani. Ndio kambi kubwa kabisa hapa nchini Kenya ambayo inawapa hifadhi wakimbizi kutoka nchi jirani zinazokumbwa na machafuko ya kisiasa suala ambalo limelazimu shirika la umoja wa mataifa kutafuta nafasi kuwapa hifadhi wakimbizi zaidi we had uh, overcongestion in the three camps of uh, Kakuma and uh, fortunately we negotiated for uh, a new land which we now call Kakuma 4 uh, primarily to decongest the three Kakuma camps however uh, given the situation that we have at hand uh, we are using uh, the new land uh, to settle new arrivals from South Sudan Kambi hii ya wakimbizi ya Kakuma bado inaendelea kupokea idadi kubwa ya wakimbizi huku wengi wao wakitarajia kurejea kwa amani nchini Sudan Kusini. Nasteha Mohamed, Citizen Nipashe, Kakuma.